Wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoani Geita wameipongeza kwa dhati serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta ya madini ndani ya kipindi cha miaka minne iliyopita. Mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita, GEREMA, Titus Kabuo amesema uongozi wa Rais Samia umeleta mageuzi chanya yaliyoleta matumaini mapya kwa wachimbaji nchini. Sisi wachimbaji tunategemea na sisi tupate maeneo ya kuchimba. Sasa mheshimiwa rais ameimaliza kabisa kiu hiyo kwetu wanageita, kwa kweli tumepata maeneo makubwa sana, na eneo kubwa kabisa ni potential. Maeneo mengine yakishafanyiwa upimaji na kubainika kwamba yana madini ya kutosha. Kwa hivyo sisi kama Geita tunafarijika tuna, tuna, tuna sana, lakini niseme tu kwa ujumla wake kama mwenyekiti wa madini ya dhahabu Taifa kupitia FEMATA, niseme awamu hii ya sita sasa imeenda kutupaisha sisi wachimbaji na hasa wachimbaji wa dhahabu, kwa sababu uh, tumekuwa na uhakika wa kuuza dhahabu zetu kwenye masoko ambayo yanafanya kazi kwa uwazi kabisa. Unapokwenda na dhahabu yako pale, unapokewa una, una, una inapimwa, serikali iko pale, lakini pia madira wako pale. Hata wale madira waliokuwa na mawazo ya ki, eh, ki, kipotofu waliokuwa na mawazo ya kikanjanja hawezi tena kufanya, kwa sababu serikali iko pale. Sasa hiyo ni faraja kubwa sana kwa wachimbaji, hasa sisi wachimbaji wa dhahabu. Kwa hivyo tuseme tu kwa ujumla, kwa kweli serikali hii awamu ya sita imetufanyia makubwa sana. Sisi ndo tuna deni yani, kwa kweli sisi kiu yetu uh, amekwenda kui, amekwenda kuipunguza au kama sio kuimaliza kabisa. Kabuo, ambaye pia ni mwenyekiti wa madini Taifa kupitia Shirikisho la Vyama vya Wachimbaji Tanzania, FEMATA, ameipongeza serikali kwa kuruhusu shughuli za uchimbaji kufanyika katika pori tengefu la Kigosi bila kuwabughudhi wachimbaji wadogo, hatua aliyosema imefungua fursa mpya za kiuchumi kwa maelfu ya Watanzania. Tulikuwa na pori la akiba la Kigosi ambalo lilikuwa ni pori linalosadikiwa kuwa na madini ya kutosha, na kwa sababu lilikuwa ni pori la akiba, ilikuwa ni ngumu sana uh, wachimbaji kuweza kuingia kwenda kufanya uchimbaji mle, lakini Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan aliona ni busara, sasa ni wakati umefika wa wananchi hasa wanageita kufaidi urithi uliowekwa na Mwenyezi Mungu katika pori hilo la Kigosi, na kupitia sasa sekta hii eh, akaagiza na waziri wetu ni msikivu kwelikweli, akaweka mipango mizuri ya wananchi sasa kupata vitalu vya kuchimba madini ndani ya pori hilo, na shughuli hizo zimekamilika. Tumekuwa na awamu ya kwanza ya ugawaji vitalu takriban elfu mbili na kitu. Tumekuwa na awamu ya pili nayo imekamilika, lakini tutakwenda awamu ya tatu. Kwa hivyo ni namna gani sasa sisi wachimbaji tumenufaika? Sisi tumenufaika sana na uamuzi huo, kwa sababu kilio chetu kikubwa kilikuwa ni sisi, ni wapi tutapata vitalu, tutapata maeneo ya kuchimba. Yale maeneo makubwa yaliyokuwa yanahodhiwa na matajiri na wale watu kutoka nje walikuwa wameshika maeneo makubwa kabisa, zile leseni za utafiti. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo na Mheshimiwa Waziri wetu Dkt. Mheshimiwa Waziri wetu Peter Mavunde amekwenda kutekeleza kwa vitendo kabisa, amekwenda kuchukua kufuta zile leseni za utafiti na maeneo hayo kwa kweli sasa ameyaweka tayari kwa ajili ya kuwapatia wachimbaji wadogo e, hiyo ni shukrani kubwa sana ambayo sisi tunaendelea kuitoa kwa serikali hii ya awamu ya sita chini ya mama shupavu kabisa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sio kuupiga mwingi tu, anaupiga sana kwetu sisi wachimbaji. Hamisa Musa Moha TV Geita.